Ili kidogo ni mwenyeji kidogo hapa, na enesamii itazungumza ikupata nyumbani, na makamu mwenyekiti atazungumza kwenye ada yetu. Sote tunaelewa kwamba hakuna maneno ambayo tunaweza tukarudia rudia ya faraja ambayo yanaweza akaziba pengo la mzee wetu. Tunaelewa kwamba ujio wetu unaweza kuwakumbusha machungu, lakini tunaomba ujio wetu usiowakumbushe machungu, ila ujio wetu wafanye mfahamu tu kwamba familia nzima ya Chadema bado tuko na nyinyi. Hakuna namna tunaweza kuja Tanga bila kumkumbuka mzee wetu Kibao na nyinyi wanafamilia wenzetu. Leo katika mkutano wa hadhara tumelazimika kuzungumzia tena mauaji wa ya mzee wetu, na tumelazimika kutumia fursa ya mkutano wa hadhara kuitaka serikali bado ichukue hatua juu ya waliomuua. Familia mtuelewe tunaporudia kufanya hivyo kwa sababu mzee wetu alikuwa mtu wa haki, na tunaamini sisi kwamba kwa, kwa heshima yake hatupaswi kukaa kimya mpaka pale haki itakapotendeka juu ya wale waliofanyia wa vitendo hivyo vya kidhalimu. kandiwegee tena kuwapa pole na kuomba sana mama na, na familia. Nawaomba sana ujio, ujio wetu usiwe sababu ya kuwakumbusha machungu, bali uwe sababu ya kuwapa faraja kwamba sisi tuko tuko na ninyi. Kabla sijamkaribisha makamu mwenyekiti, niseme tu kwa wanafamilia kwamba na jambo ambalo tulizungumza mimi na nyinyi, mfahamu kwamba bado tunalishughulikia na mfahamu kwamba likishakamilishwa kwenye vikao vya kikatiba vya chama mtakuja Tanga tena kuwaona kama familia ujio so, wetu wa leo hauhusu lile nili ambalo nilizungumza na nyinyi wanafamilia, ambalo nisingependa kulizungumza mbele ya gove habari ila mama na familia mfahamu kwamba ile jambo bado tunalifanyia kazi na wakati mwafaka tarudi tena Tanga kwa niaba ya chama kwa ajili ya jambo hilo. amwesha maka mwenyekiti, karibu sana mama yetu wa mama Medi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu e, kwamba ametuwezesha kufika hapa na kuona naija ma chama kupa pole kama alivyosema katibu mkuu na kuambia kwamba tunathamini chango mkubwa aliyofanya mzee Ali Kibao, mzemezi wa chama chetu. Ni e, mtu ambaye alizunguka nchi nzima hii kujenga network ya chama ambacho sasa kina nguvu kubwa kwa ajili mm -hmm. ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata mabadiliko ya kweli ambayo wote tungeishi kwa amani kwenye nchi ambayo eh, inatendea watu wote hata kwa mujibu wa sheria. Amekufa akiwa anapigania wengine, wengine eh, wasiteswe kama yeye alivyoteswa, na nataka nikutie moyo nikwambie kwamba dunia hii imetufundisha kwamba ukirudi nyuma wakati wanauawa wakina Malcolm X mpigania E, haki za watu weusi kule Marekani miaka ya 60 wakati huo, wa teknolojia haikuwa kubwa sana lakini sasa hivi dunia inafuatilia na haki zake zinapatikana. Waliuawa wakina Stevie ni Bantu Biko kule Afrika Kusini, wakati wakipambania e, mabadiliko kutoka kwenye utawala wa makaburu weupe dhidi ya watu weusi ambao sasa tunaweza kufananisha na serikali ya sistemu ya sasa, inafanana kwa kila jambo na makaburu. Nachotaka kukuhakishia mama ni nchi hii tutaibadilisha, na mambo hayo yatajulikana kwenye dunia ya sasa. Teknolojia imeenda mbali sana, leo hata simu tunazotembea nazo zinaweza kurekodi umetembea miguu mingapi, umetoa jasho kiasi gani Haitashindikana hata wakati mmoja kujua watu waliohusika waliowatuma, lakini pia hata waliohusika na vitendo vyenyewe, hata kama hawatakuwepo watoto wao au wa watu wengine wanaohusika nao, wataitia maovu hayo. Kwa, kwa niaba ya chama chetu tumekuja kukuambia tuko pamoja. Chama chetu kinathamini sana na kinatambua mchango mkubwa, na siku zote tutamwezi, na tumekubaliana kwamba watu wote ambao wameumizwa katika harakati za chama chetu tutawaenzi kwa namna ya kipekee kwa namna ya kuhakikisha kwa kwamba kumbukumbu zao zinabaki milele kama watu ambao walihusika katika kupigania mabadiliko katika nchi hii. Mwenyezi Mungu awatie nguvu, awape moyo wa subra, na mjue tuko pamoja wakati wote, na ningependa nikukabidhi kidogo ambacho tumeandaa kwa ajili uamunub kwa, kwa, kwa niaba ya msafara wote tumeongozana na katibu mkuu wetu wa zamani Dkt. Wilbrod Slaa. Tumeongozana na mwenyekiti wetu wa kanda ya kaskazini eh, wakili. Tumeongozana na askofu, eh, baba askofu Mwamakura. Tumeongozana na mheshimiwa Ruso Wenya. Tuko na mheshimiwa eh, Rose Maemba tuko na mwenyekiti wetu wa vijana eh, na tuko na mheshimiwa Susan Limo mwenyekiti wa wazee, tuko na mwenyekiti wetu wa vijana eh, wa taifa, tuko na mwenyekiti wa mkoa, tuko na mheshimiwa Sosopi katibu wetu wa kanda, tuko na katibu mwenezi wa vijana. Kwa hiyo hii nakuonyesha kwamba chama chote, tuko na mwenyekiti wa kina mama taifa, kwa chama chote kinathamini sana mchango wa mheshimiwa Mendi ambayo mimi tumefanya naye kwa kazi kwa karibu sana kwenye chama chetu kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunaendelea kuthamini kama alivyosema katibu mkuu, kwa mambo yote yanayohusika na na vitu vyake vingine vyote tunahakikisha kwamba vinapatikana, lakini hatutanyamaza wakati wowote kuhakikisha tunashinikiza serikali na mambo hayo yanajulikana nani alifanya hivyo na alifanya kwa sababu gani, na haki yake inapatikana. Ndio maana kwa leo tumezungumza kwa kirefu sana hapa Tanga kuhusiana na tukio hili. Mungu awabariki sana, asanteni wote tuliohusika hapa, na kwaherini sana familia.